Habari sio jambo baya au dhambi, ukamtafuta mtu mwenye uzoefu na haya mambo ya nafasi za kujiunga na JKT. Sio dhambi, ukamfata mzoefu kama aliyepita mafunzo ya kujitolea, ukakaa naye chini na ukaomba ushauri, akakuelekeza vitu mbalimbali, sio jambo baya na siyo dhambi. Na mwisho, sio mbaya au sio haba kama kipindi hichi ukawa unatembelea ofisi ya mkuu wa mkoa au ofisi ya mkuu wa wilaya. Wewe tembelea tu yale maeneo mara kwa mara, kwa sababu unaweza ukakutana na marafiki ukatengeneza marafiki, na ukikutana na watu ambao na wenyewe wanatuma au wapo kwenye kaika ya kutuma haya maombi. Jamani, usile buyu, chukua namba, wasilianeni, tengenezeni group la WhatsApp, muwe mnabadilishana taarifa, mnaelekezana. Ebwane, nikutakie kila laheri. Mungu akutangulie.